Jina langu naitwa Abdulatif Saidi Mussa, ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar, SUZA. Pia ni waziri wa mambo ya ndani na nje ya vyuo na vyuo vikuu katika serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar, SUZA. Mimi nilichojifunza kwamba hichi ni kigoda cha Sheikh Abeid Amani Karume, na haya ni maonia, mao, maono yake ambayo tunayaendea tunayapitia kama vijana kwamba yeye nilikuwa ni mtu wa kudumisha amani, mtu mwenye upendo ni na na mzalendo wa haki katika nchi yake. Kwa hiyo kama sisi kama sisi kama mimi kijana kama mimi msomi wa taifa hili, nimeona kuna umuhimu mkubwa wa kutunza na kulinda utu wetu isije vitu vidogo ambavyo hivi vya kisiasa vikaja vikaondosha utu wetu, na tukaharibu yale maono yake ya Shehe Abedi Amani Karume ambao sasa hivi tunayaenzi na kuyatukuza. Ah, kusema la kweli, kiatu hichi kimeweza kufana kwa Dk. Hussein Ali Mwinyi, kwa sababu yeye ameweza ku, kuyachukua yale maono na kutembea nayo kama alivyokuwa akiyatunza yeye mwenyewe hapo awali tukiangalia katika sekta mbalimbali za mbali, katika sekta za kielimu, za kiafya, za kimaendeleo tumeona ameweza kupatia na ameweza kuivaa kiti cha Dr. Sheikh Abeid Amani Karume. Ahadi yangu kwa Dr. Mwinyi kwamba ikifika tarehe 29 Oktoba ya mwaka huu 2025, mimi kura yangu ya vyema kwake kwa sababu naona ameendea haki yale yale maona Dr. ya Sheikh Abeid Amani Karume. Oktoba tunatiki.